Kuna wakati fulani katika maisha, nyota mbili hukutana angani na badala ya kugongana hucheza pamoja kimapenzi. Hivi ndivyo ilivyotokea kwa David Beckham na Victoria Adams. I found my soulmate 10 years ago when I met David and I'm so lucky to have him. Wakati akiwa anang'aa kwa kasi kama nyota duniani, wa soka duniani akiwa mwenye nywele zinazopendeza na kuvutia, miaka ya tisini ilikuwa ya ndoto kwa Beckham, kijana mahiri kutoka London Mashariki, miguu ya dhahabu akiwa uwanjani, alicheza kana kwamba dunia imesimama kumtazama. Akiwa kama sehemu ya wachezaji tegemezi katika kikosi cha Manchester United, kila shabiki alipenda kumwona akipiga mipira ya kutenga kwa umahiri na ustadi aliyonao miguuni mwake. Wakati huo huo, Victoria, maarufu kama poshe spice, alikuwa sehemu ya kikundi maarufu cha muziki duniani Spice Girls. alifahamika zaidi kwa mitindo ya kipekee, macho ya kujiamini na sauti yenye usiri wa moyo. Alijua muziki ni sauti na si sauti pekee, bali ni hisia pia. Lakini katikati ya umaarufu Walikutana, na si kwa bahati tu, ila kwa hatima iliyoandikwa kwa majina yao. Walikutana kwa mara ya kwanza mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba kwenye mechi ya hisani. David alimwona Victoria kwa mara ya kwanza kwenye TV akiwa na Spice Girls, akamwambia rafiki yake huyu See that one there? I'm going to marry that one. And kind of, you know, we're, laughing and joking. I'm I'm like, no, I'm going to marry that. Kuna vyanzo vingi sana vya habari vinasema kwamba wawili hao walipokutana kwa mara ya kwanza, Beckham hakuzungumza chochote kuko kwa kukosa ujasiri. Walipokutana kwa mara ya pili David Beckham ikabidi apige vyombo kidogo ili kuzungumza na Victoria, na hapo ndo akapata namba ya simu iliyoandikwa kwenye tiketi ya treni ambayo inatunzwa mpaka sasa na mwenyewe David Beckham wakaanza kuwasiliana kwa jumbe fupi fupi, wakakutana kwa siri, wakazidi kuwa karibu na kupendana. Kwa siri na utulivu mkubwa ukajenga nguvu ambayo umaarufu haukuweza kuuvunja. Mwaka mmoja baadaye wakatangaza uchumba, na mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa wakafunga ndoa katika kanisa la Ireland. Kama ndotoni wakawa mke na mume, lakini sio kila siku ilikuwa ya uwaridhi. Umaarufu ulikuwa na changamoto kwenye maisha yao, gazeti ya udaku wakapambana sana kuwaangusha. Maisha ya soka na muziki yakawafanya kuwa mbali muda mwingi na kwa kipindi kirefu sana, lakini kwa kila dhoruba lililowakuta walichagua kurudi na kuwa pamoja, walichagua kupendana tena na tena na tena kwa zaidi ya miaka ishirini na tano tangu walipokutana, bado wamesimama pamoja. Wakawa na watoto wanne, Brooklyn, Romeo, Cruz na Harper. Wamejenga familia yenye upendo heshima na mshikamano. Upendo au sio hadithi tu, bali ni ushuhuda. Unashuhudia kwamba mapenzi ya kweli yapo na yanaweza kushinda umaarufu, umbali na mitihani yote ya kimaisha. Vipi kwako wewe mwenzangu, unaamini hilo? Na kama unaamini, je, wa kwako yupo karibu? Usiache kusubscribe, kucomment na kulike. Maoni yako kwangu yatanijenga zaidi.